Ni jiride. Praise allo muke, kila mtu anastahili ajue yeye diae ameitwa na ajiride. Wachana na wengine na wengine na usikule kitu kwa sababu fulani anakula. Si nilimwambia siku moja, nikiwa kijana, nilienda mahali nikakuta every kijana ako na girlfriend. Nami nikaenda nikamwambia bwana, kama hao vijana, na wengine walikuwa vijana wa pastor wako, na na girlfriend kama wabia bwana ni pay girlfriend. Kwa upu bafu wangu, Mungu akaniongeresha. Praise the Lord, akaniuliza sasa. Dako he mwire ture, ni wake mugu wekate yanake. Nikakoza tutakuwa tunafanya nini na e. Nikaachana na e. Praise the Lord. So ni vizuri mtu ajue eh, dia mei. Wachana na watu wengine. Jiride. Jifadhi. Agalia moyo wako, agalia masikio yako, agalia kinywa chako.